Huyo mkandarasi hajarudi ndipo walipoanza kufanya mipango ya kupata watu kutoka kwenye bonde gonja la nini lile, taarifa ilivyosoma kwenye kwenye ukumbi mle kwenye koo cha ndani, wamekuja wametafiti maji eh. Lakini cha kushangaza hata eneo letu lile la chalo cha maji, unajua shenda wanakokusema na huku, tangu dunia hii ungwe, watu wa shenda maji wanakuja kule kwenye chanzo zetu kata nzima ya nyakasuli wasungwe hata shenda maji ya likona kuja huku kwangu. Kama wanabisha waseme wako hapa kama kuna pingi, kuna napinga nyoshe mkono. Sasa huu sio wakati wa kusema uongo, lazima kukua ukweli ukwe, naweza nikayombia kwa kuchungu sana. Hebu jimi kama Mheshimiwa Rais ametoa pesa leo zaidi ya miezi sita mlaka katikelezo, maana yake nini? Ni hela zinachelezo watupani

Jama aafurahisha anasema ukweli, apindishi pindishi wala hata ng'anyi. Na sasa kesi hii inavuka, inaenda mahakama ya rufaa. Ndugu mkuu wa mkoa, naomba uje, naomba uje. Nisikilizeni, Tatizo la maji tusilifanyie mchezo. Kama kuna kitu ni tatizo kubwa, ni maji. Unaweza ukakaa miezi hujasafiri, unaweza ukakaa miezi hujaugua, lakini huwezi ukakaa siku moja bila maji. Sasa kama Rais alileta milioni mia mbili na leo miezi sita jamaa wako kwenye mchakato, wako mbioni, haifai. Mimi namkabidhi ndugu mkuu wa mkoa jambo hili, hebu litazamwe. Na hawa watu wanaopiga kelele, si kwamba kuna mtu wanamchukia. Wanachopiga kelele ni kwamba ingekuwa maji yanapatikana kwa wingi, wangekuambia achana na mambo ya maji, tuzungumze mengine. Kweli, si kweli? Kelele zote hizi ni kwa sababu ya shida ya maji. Ya <laughs> kupindisha pindisha mambo hey, hey. na siku hizi watu ni wajanja mambo hey ya kupindisha wanaelewa haraka, wakikusikiliza wanajua hapa kuna kupindisha hapa hey. Kwa hiyo ndugu mkuu wa mkoa nakukabidhi, nakuomba mkuu wa mkoa aje aone zile milioni mia mbili ubishi ulioko kati ya kata na kata. Wananchi hawana shida na ubishi wa kata, wananchi hawana, hawataki kujua maji yanapatikana wapi, wanachotaka akifungua bomba maji yanapatikana. Haya mambo ya mchakato, mambo ya budget, mambo ya sijui maji yakitoka yanaenda mbinguni, hawana shida nayo, wanachotaka maji wanywe, waoge. Sasa mimi namkabidhi bwana CCM Lasi mwandishi wa maji mwandishi mwandishi wa maji wa mkoa, eh, Njonjo, Njonjo, hii kazi tumemaliza sasa hivi, ndio kwa naishi katibu mkuu anataka kumaliza tatizo hili na amekwisha agiza, ndio maana niliwaambia, huyu ndio katibu mkuu mwenye serikali na anayeweza kuagiza, sawa. Kwa hiyo bahati nzuri niko na kaimu Katibu tawala mkoa niko na mwandishi wa maji wa mkoa wa Geita. Hii kazi baada ya ziara, katibu mkuu anamaliza ziara Jumapili. Tukisha kuwa tumemaliza ziara Jumatatu, timu ya wataalamu wa mkoa itakuwa hapa Masumbo kushirikia tatizo hilo. Timu hii. Alafu, mtu wa kupindisha hajajulikana, hela ziliko zitajulikana, na huyo ambaye atakuwa ameharibu, kashikashi itaanza kumpata.